Thamani ya maisha yako haiko kwa wanadamu wenzako, haiko katika mikono ya Bwana Yesu. Na ndio maana neno lake anasema nimekuchora katika viganja vya mikono yangu. Sasa hebu tafakari katika umri ambao uko nao, ni mara ngapi ulianzaga na Bwana Yesu? Ni mara ngapi ulianzaga siku na yeye? na mtu anaweza akanielewa vizuri. mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Ina maana utakapoanza naye siku, tayari umekaa ndani yake na yeye anakaa ndani yako. Maana yake usipoanza naye siku, hayupo ndani yako na wewe haupo ndani yake, manake usipoanza naye, kuna vitu unaanza navyo, na vile vitu unavyoanza navyo vinageuka kuwa ndio Mungu wako, miungu yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ni, ni kitu ambacho inatakiwa ukitafakari kwa ukuu. Unaanzaga na nani kila asubuhi, kila siku mpya? Bwana Yesu atusaidie. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Tafakari unaanza na nani? Yoyote anayetaka msaada kwa Bwana Yesu lazima ajifunze kuhusu yeye Yesu. Yoyote anayetaka kuendelezwa na Yesu lazima ajifunze kuhusu yeye Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana. Inua mikono yako, sema e Bwana Yesu. Sema tena, e Bwana Yesu, usiniache siku ya leo. Ninaomba uende na mimi, ninaomba uanze na mimi, ninaomba ukae ndani yangu siku ya leo, kwa jina lako Yesu, kwa damu yako Yesu, kwa nguvu zako Yesu. Sema e Bwana Yesu, ninaomba unisaidie. Unaweza kunielewa? Ndio, nisome Wafilipi ule mstari wa kumi na tatu, tusome kwa haraka. Kitabu cha Wafilipi sura ya nne na mstari wake wa kumi na tatu. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sio mwingine ni Yesu Amen. Ili uyaweze mambo yote katika yeye anayekutia nguvu ni lazima uende na yeye, ni lazima uanze na yeye. Hicho kitu lazima ukielewe. Hicho kitu ni lazima ukijue. Bwana Yesu atusaidie sana. Mweke Mungu namba moja mbele. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu mwenye wivu. Bwana Yesu asaidie sana. Yeye ni Mungu mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu amejisema kabisa. Ninaomba unisome hapo ni Mungu mwenye uwezo. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hatuwezi kufanya kitu chochote kama yeye hatatupa nguvu, ina maana tukifanya chochote kama yeye hajatupa nguvu, ina maana kuna nguvu nyingine unazotumia badala ya yeye. inayaweza mambo yote katika yeye Anitiae nini nguvu? Kwa hiyo kama uanze na yeye siku basi, kuna vitu vingine ambavyo vinakufariji, kuna vitu vingine ambavyo vinakupa nguvu. Bwana Yesu atusaidie sana. Anasema yeye ni Mungu mwenye wivu. Ninaomba usome pale, nitasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya tano na mstari wake wa nane na wa tisa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai Usijifanyie sanamu ya kuchonga, dio? Mfano wa kitu chochote mm -hmm. Kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani, dio? Au kilicho majini chini ya nchi. Mstari wa tisa na wa mwisho, usivisujudie, usivisujudie wala kuvitumikia wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu. Na wapatiliza wana uovu wa baba zao. Na wapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Amina. Usiweza kuelewa. Ngeuke na iba mambia kina inapoitwa, leo anza siku yako na Mungu.